Tanzania ni miongoni mwa mataifa barani Afrika yanayozidi kustahimili zaidi kiuchumi kupitia zao hili la pamba hususan katika ukanda huu wa nchi za Afrika Mashariki. Serikali ya Tanzania pa kupitia bodi yake ya pamba TCB imeweza kuwekeza vya kutosha kwa, kwa wakulima wa zao hili ili kupata elimu ya uzalishaji wenye tija. Hapa nipo katika kijiji cha Nyansalala, wilaya Geita, mkoani Geita ambapo mkulima wa eneo hili ameweza kupata uzalishaji mkubwa wa kuanzia kilo elfu tatu kwa ekari moja, tofauti na miaka ya nyuma ambapo uzalishaji wake ulikuwa ni mkubwa kuanzia elfu moja na elfu mbili. Lakini kwa mwaka unaoishia Septemba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, ameweza kupata uzalishaji mkubwa wa zaidi ya kilo elfu tatu kwa ekari moja, tofauti na kipindi cha awali lakini Sili na mafanikio ni nini? Anasema mafanikio ya uzalishaji mkubwa huu wa kilo elfu tatu kwa ekari moja ni kuzingatia elimu anayopewa na maafisa kilimo kuhusu uandaji wa shamba, kulima, kupalilia, kunyunyizia dawa na kutunza shamba lake wakati e, mimea hii inapoanza kuchanua na ameweza kutoa wito kwa wakulima pamoja na Bodi ya Pamba kuonesha kwamba mkulima ambaye anataka kupata mafanikio shaliti azingatia elimu ambayo inatolewa na maafisa ya kilimo. Kwa jina ninaitwa Kuseko Safari Matonange, ni mkazi wa kijiji cha Nyasalala, kata ya Bukondo, wilaya ya Geita, mkoa wa Geita. Ni mkulima, nilianza muda mrefu kilimo cha zao la pamba. Nimekuwa mkulima, nimekuwa nikishinda mara kwa mara na cheti nilichokabidhiwa na mwenye na mkuu wa wilaya mwaka elfu mbili na elfu mbili na ishirini na mbili nilikuwa mkulima bora wa zao la pamba kwa wilaya kwa wilaya ya Geita na mkoa wa Geita pia. Lakini niliweza kupata kipindi, naanza nilianza kipindi tunaletewa tele teknolojia ya upandaji wa thelathini kwa sitini niliweza kupata kwa ekari moja kilo elfu moja na mia nane themanini na, na mbili. Kipindi hicho nilikuwa nimelima ekari nne nilijiuliza ni kwa nini nime, nime, nime, nime, nime, nime, sijapata zaidi ya kilo elfu mbili nikaona nipunguze ili niendelee kuchukua mawazo ya wataalamu kwa elimu tulioletewa thelathini kwa sitini, nikapunguza nikaanza kulima kuimiliki hekari moja. Msimu uliofuata nilifanya vizuri, nilipata, nilipata kilo elfu mbili na mia mbili kwa hekari moja. Basi niliendelea hivyo hivyo, nimekuwa mwaka jana nimekuwa mshindi wa pili kitaifa wa kupata kilo elfu mbili na mia tatu thelathini na nne pointi tano, lakini mwaka huu nilijiuliza niriji, tena kajifungia chumbani kwamba ni kwa nini nisifikie lengo kubwa kwa elimu ambayo tumeletewa kwa sababu mradi huu umeletwa na Cotton Victoria kutoka wasimamizi wa Brazili, tukiamini kwamba Brazili wanavuna hekari moja tani sita kwa hekari moja basi nilianza kumwaga mbolea ya samadi kwa wingi shambani. Baadaye nikalitifua shamba mara tatu, nikaanza tukapanda, nikaita wataalamu. Wataalamu kafika, tukapima tuka tukapima vipimo vya 30 kwa 30 kwa 60. Tulipopima tukamaliza, tukapanda. Tumepanda, nikaanza kulihudumia shamba, nikaweka mbolea ya minjingu Nilipoweka mbolea ya Minjingu, nilianza tena kutumia dawa za za majani. Nilitumia mbolea ya Bodi ya Pamba, baadaye nikatumia super glow. Ukweli imenionyesha kwamba kuna uzalishaji ulioongezeka, lakini pamoja na kulikuwa kuna hali changamoto ya hali ya hewa, nilinunua mipira ya kumwagilia maji kama mnavyoona, waandishi wa habari, shamba nilitengeneza kwa kuvuna maji. Mistari hii inayoonekana kwenye shamba hili ni, nilienda ninakata, nilienda, ninakata vipande vipande kwa ajili ya uvunaji wa maji, ili maji yanapoingia yasipotee. Zoezi hili limenisaidia sana kwa mwaka huu, kweli nimeweza kuzalisha mpaka nimefikia kiwango cha kilo ekari moja kwa kilo elfu tatu na ishirini na nne. Haya ni matokeo mazuri na teknolojia hii imenufaisha sana. Sasa toka nimeanza kulima za, <coughs> kulima, kulima zao hili la pamba na kufuata teknolojia ya thelathini kwa sitini nimenufaika, nimelima nime, nimenunua baadhi ya mashamba nimenunua mi, ni, kuna mifugo nilionunua makahuu pia nimenunua eneo la proti nimenunua katoro. Kwa hiyo ninashukuru sana Bodi ya Pamba pamoja na wataalamu waliofika kunitembelea mara kwa mara na kunipa ushauri ambao niliutumia niliutumia nili. Lakini ameweza kuiomba pia bodi ya pamba kuhakikisha kwamba maeneo haya yanapata droni, ndege zilizokuwa na rubani, ili kusaidia kunyunyizia dawa za kuua wadudu na kuweza kuongeza uzalishaji mkubwa wa zao hili la pamba. Mkulima huyu ametoa shukrani pia kwa serikali kupitia bodi ya pamba kwa namna ambavyo imewekeza zaidi kwa masuala ya teknolojia, elimu ambayo imekuwa ni msaada mkubwa sana katika uzalishaji wenye tija kwa katika zao hili la pamba. Teknolojia hii ya 30 kwa 60, unapopanda siku sitini na tano mpaka sabini na tano baada ya kupanda unatakiwa pamba hiyo kuikatia kwa juu, uikatie kwa juu ili iweze kutambaa. Lakini pamoja na hivyo uzi, kukatia huko kwa juu kunaleta uzito kwa sababu yale matunda yanakuwa makubwa na yanajenga uzito kwenye upande wa uzalishaji wa, wa pamba. Elimu ya kukatia kwa juu ni elimu ambayo nimeitumia kwa mwaka huu, nimeona imeleta mafanikio makubwa sana, kwa sababu uzito wa pamba umeongezeka kutoka mwaka jana nilipozalisha kilo elfu mbili na mia tatu thelathini na nne leo hii inahesabu hesabu niko kwenye kilo elfu tatu na ishirini na nne Ni matokeo mazuri ukweli, zao la pamba linaofaida tukifuata maelekezo ya wataalamu hususani, tusipuuze mawazo ya wataalamu tuyashike na kuyafata na kuyatendea kazi. Niwaombe chonde chonde wakulima, twendeni shambani tukalime zao la pamba kwani serikali iko bega kwa bega na sisi. Vinyuizi tunavyovitumia kwa sasa kwa upandaji huu wa thelathini kwa sitini unatuumiza sana. Kwa hiyo niombe Bodi ya Pamba ituwetee ndege nyuki au wabuni, wabuni utengeneza droni za kumwagilia kwa juu, kwa sababu hii u, unani u, ubebaji wa soro za mgongoni unatuumiza na unatuchukulia gharama kubwa sana kwa ajili ya umwagiliaji wa zao la pamba, na hii pekee ndio itakayokuja kutuhamasisha wakulima wengi kuingia shambani kwa haraka baada ya kuona teknolojia ya umwagiliaji pia inaleta ina inakuja teknolojia nyingine tofauti na haya mabomba ya kubeba mgongoni. nyombe sana Bodi ya Pamba na serikali kwa ujumla iwaangalie wakulima wa zao la pamba kuturetea vinyunyizi vya kisasa. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Nyansalala, wilaya ya Geita, mkoa ni Geita. Mimi ni Sita Tuma na hii ni STV.